Sio kila changamoto inatoka kwa shetani. Kuna wakati mwingine Mungu anakuletea changamoto ili uweze kuvuka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kama Mungu akiwa na kusudi na wewe au anataka ufake, ufike sehemu fulani au ufanye jambo fulani ambalo litampa yeye utukufu, atakuletea changamoto. Kama utakuwa umsikii, atakuletea changamoto au vilevile vile, anaweza akakupa changamoto ili uweze kukomaa na kuweza lile jambo akakufanya ku, ukomae ili kuweza kulitekeleza lile jambo. Kwa hiyo anakuletea changamoto tukiona, tukisoma kitabu cha Yona moja mstari wa kumi na saba Yona moja kumi na saba inasema ina, inatuonyesha pale Yona moja kumi na saba tunaona pale Yona alivyotoswa baharini akamezwa na samaki akamezwa na samaki, baadaye akaja akatapikwa na samaki. Ile yote Mungu alikuwa na maana ya kwamba alimtaka Yona aende akafanye ile kazi aliyomwagiza, maana Yona alikuwa analetewa majukumu ya kwenda kuyafanya kule katika mji wa Ninai, lakini Yona hakuwa anamsikia Mungu, kwa hiyo Mungu alimletea changamoto kama hiyo. Kwa hiyo tunaona kitu kingine, tunaona mfano mwingine, tunaona katika kitabu cha Samueli wa kwanza tisa tatu tunamwona Kishi baba wa Sauli alivyomwagiza Sauli akatafute wale kondoo waliopotea katika mji mwingine, lakini ilikuwa ni kusudi la Mungu, Mungu kwenda kumkutanisha na yule nabii yule kuhani wa Mungu ili aweze kumpaka mafuta Sauli aweze kuwa na mamlaka. Kwa hiyo tunaona kusudi la Mungu linaweza likaja kwa njia nyingi tu, tukiona tunaona